Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunafahamishwa kwamba mazungumzo ya amani ya ana kwa ana baina ya nchi hiyo na waasi wa kundi la M23 yanatarajiwa kuanza katika mji mkuu wa Angola, Luanda, mnamo tarehe 18 Machi, kwa mujibu wa rais wa Angola katika taarifa iliyotolewa Jumatano hii. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika imekuwa ikijaribu kusimamia makubaliano ya amani ya kudumu na kupunguza mvutano kati ya Kongo na jirani yake Rwanda ambayo imekumbwa na tuhuma za kuunga mkono kundi la waasi wa M23. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikanusha tuhuma hizo. Angola ilitangaza Jumatano kuwa itajaribu kuweka mazingira ya mazungumzo ya moja kwa moja ana kwa ana. Serikali ya Kongo imekataa mara kwa mara kushiriki katika mazungumzo na M23, ambapo siku ya Jumatano ilisema kuwa imepokea mwaliko wa Angola lakini haikuthibitisha ushiriki wake. Siku ya Jumatano, Tina Salama, msemaji wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi, aliiambia Reuters kuwa serikali imepokea mwaliko kutoka Angola lakini haikuthibitisha ushiriki wake. Kiongozi wa kundi la M23 Bertrand Bisimwa aliandika katika ukurasa wake wa X akijivunia kumlazimisha Shishekedi kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Alisema ni uamuzi wa pekee wa kiungwana kutatua mgogoro wa sasa ambao umeongezeka kwa kiasi kikubwa tangu mwezi Januari. Waasi wamedhibiti miji miwili mikubwa ya mashariki mwa Kongo tangu Januari, ikiwa ni ongezeko la mgogoro huo wa muda mrefu ulioanza kutokana na mchanganyiko wa mauaji ya kimbari ya mnamo mwaka 1994 tisa ya Rwanda na harakati za kudhibiti rasilimali kubwa za madini ya Kongo. Serikali ya Kongo imesema watu wasiopungua elfu saba wamefariki dunia katika mapigano tangu mwezi Januari. Zaidi ya watu laki sita wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano tangu Novemba, kwa mujibu wa ofisi ya masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini, Burundi na Uganda